Mchezo wa nusu fainali ya pili kati wa kitaliya wilaya awanja Kaitaba umemalizika, Hamgembe anatinga fainali na ni baada ya kuiondoa miembeli kwa jumla ya mabao matatu kwa moja na hapa nipo na kocha wa timu ya Hamgembe. Kocha, hongera sana kwanza kwa matokeo

Kwanza kabisa nasema kwamba hapa ni wapenda kuwashukuru wachezaji wangu wote waliokuwa wakati wa uwanja kwa kujana kupata matokeo ni heshima na ndani ya kadamu yangu kwa kweli, na washukuru sana pia, na washukuru nyinyi stendi kwa kitambo. Tukoje basharani, nadhani dunia nzima ina jeje kimwili kama kijana na dogo ambaye nilisema kwa kwamba atakinga kwa finali na kweli nimekinga kwa finali, na Mungu ameniona, dunia nzima iliona nini. Stendi kwa kitambo, mmeona na uwezo wangu, na naomba kwa kote kwa ndio na kuona nafasi

na e, nafasi ya kucheza kuwania e, mshindi wa tatu dhidi ya Milele ambayo ni timu ngumu pia, kwa sababu imefuzu katika hatua ya nusu fainali, na mnaenda kukutana katika mchezo wa mshindi wa tatu. Tunaweza tukasema plan A pengine ya kucheza fainali imeshindikana, una nini la kusema kwenye mchezo unaopata wa kuwania mshindi wa tatu? Uh, yes, laher katika mchezo unaofuata. Huyo ni kocha wa timu ya ei eh, ambao wamepoteza mashindano, wamepoteza uh, mchezo katika mchezo huu wa pili wa hatua ya nusu fainali kwa kufungwa jumla ya goli tatu kwa moja na Hamgembe wakitinga katika hatua ya fainali ligoa nyingine tangazo kama eh, nyota wa mchezo, una lipi la kuzungumza? Uliingia na kitu gani ambacho kilikupa nguvu na kukamatisha dakika zote 90? Ulionekana ukikimbia kwenye wingi ya kushoto katika mchezo wa fainali mwingine mchezo ngumu, mchezo kuliko mchezo wote ambao imepita, kama mana emch wa mchezo wa leo. Unaingia na kipi katika mchezo wa fainali? Kila la heri na hongera sana. Huyo ni Kapilima Manab kutoka timu ya Hamgembe na kwa mujibu wa utaratibu kutoka kwa mdhamini mkuu wa mashindano Stahimilia ni kwamba kila timu shindi katika kila mechi anapokea bonasi.